Nani amempiga lakini, tumeona tuokoe maisha yake, kwa sababu kitu cha kwanza kuokoa maisha. Nzuri sana, unaokoa maisha, afu baadaye mengine yatafuata mkondo wake. Na tulikataa, ilibidi sista apige simu mpaka kwa askofu mmiliki wa hiyo hospitali jimbo kule Dar es Salaam. Eh, wengine tu walikuwa wameumizwa zaidi. Mama mmoja amepigwa risasi kwenye tumbo, asubuhi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 Sababu so, huenda kuna watu walivaa yale mavazi, huenda hawakuwa walio huwa, huenda hawakuwa polisi au kwa sijui nani eh? Sasa so, sisi hiyo tusiingilie tusi sana.